Genetic component. Changamoto nyingi za kiafya zina genetic component na nikisema genetic component, namaanisha nini? Kwamba utakuta huyo mtu ana gene ambayo inamuongezea hatari zaidi ya kupata hilo tatizo ukilinganisha na mtu mwingine ambaye hana hiyo gene. Kwa hiyo kwa mfano, kwa kesi ya depression, moja wapo ya mental health challenge, hiyo depression kuna baadhi ya watu wana wanaita variant gene ambayo inaitwa 5HTT. Kwa mtu akiwa na hiyo anakuwa na hatari zaidi ya kupata depression ukilinganisha na mtu mwingine ambaye hana hana hiyo gene. Sasa genes peke yake sio story kamili, kwamba kuelezea kwamba kwa nini depression au hizi mental health challenges zingine zinatokea. Kwa sababu kuna factors nyingi ambazo zinakuja hapo, na hii tunaiona wapi? Tunaiona kwa twin studies. Twin studies ni mapacha. Mapacha wana genetic makeup ambao ni inafanana karibu asilimia mia, genetic makeup yao inafanana. Kwa hiyo unaweza kukuta mmoja pacha mmojawapo ana depression labda, lakini mwingine hana kwa hiyo hapo unaona kwamba ndio kuna genetic component ya depression, lakini kuna uwezekano pia mazingira alopo mtu na lifestyle na vitu vingine vikawa vina influence kujionyesha kwa ule ugonjwa.